Kwayo mimi sipendi kabisa kabisa tena kwa dhati kabisa, kabisa. Nasikia mwili wangu unasimuka kwa kanisa limefungwa. Alafu sababu gani? Sababu nyepesi tu, unafunga kanisa watu wasali, unafunga msikiti watu wasali, hata ibada ya mizimu ya kule wanasali wana kule. Kama wavunje sheria kiivyo, kama akiuki kiivyo, wanazungumzika, mkazungumze muyamalize

unaweza kuwa unajua hili jambo ni la fulani na litaishia hapa, lakini nataka nikwambie ukiona mwenzako ananyolewa na wewe zako tia maji. Aa, kuna wengine mnakuwa mnamsubiri mpinga Kristo, mkisubiri kwamba litatokea linyoka likubwa. Tulishakaririshwa kwamba atakapokuja mpinga Kristo atakuwa na kolizona mpenda Mungu au shetani ehe. Ukisema shetani, basi hapo ndo utakuwa unapata chakula, unagonga ule muhuri. Na ukisema mimi ni wa Kristo, no. Huu unafanana sana na wakati wampinga Kristo. Hiki kinachofanyika hapa, hii ndo mpinga Kristo yenyewe. Sasa wewe subiri mpaka ya kufike, wewe ndo utajua kabisa kwamba hiki kinachofanyika ni ushetani. Tunacho subiri wengi, akiguswa mtu mwingine, unajua ni kama kwako kwa, itakuja kutokea haitakuja kutokea, ni kwanza kwa barikiwe kwa ni kama mbarikiwa. Naongea sana bwana, lakini nataka nikwambie, mzaa mzaa utumbua usaa. Waendelea kumsubiria mpinga Kristo mwenye mapembe, naendelea kumsubiria mpinga Kristo ambaye umeambiwa kwamba sijui itakuja linyoka lichui lenye vichwa saba, sijui, kwa hiyo unazama kama unajua. Ah, sisi sisi tunaombea tunaombea na kuwabariki waovu, tunaombea na kuwabariki watekaji na wauaji. Sisi ambao tunabariki kila mtu, sisi ambao tunapongeza kila kitu, tutakuwa salama e? au wengine wenye vimidomo vidogo, vimidomo hawa hawa ndio hawatakuwa salama. Unaweza ukajiona uko salama na unaweza ukajiona kabisa, kwa connection niliyo nayo na watu fulani, kwa connection niliyo nayo na wenye mamlaka na viongozi wa juu sana, connection nilionayo, basi mimi haya tanifika nitakuwa salama. Nataka nikwambia hautakuwa, utakuwa salama? ukiona mwenzako ananyolewa, naweza kutia maji.